Unamtegemeaje hmm, mwanadamu mwenzako ambaye anakufa? Unamtegemeaje yeah, mwanadamu mwenzako kwetu anakufa? anakufa au unaenda kwa unaomba uzima kwake, yeye mwenyewe anakufa. ana yeye haumwi aino yeah, yake tu inaumwa. Yesu anakutaka wewe yeah, Yesu anakutaka wewe, mama, acha yeah, kwenda kwa waganga wa kienyeji, acha yeah, kwenda kuchukua dawa za mitishamba, acha yeah, kuenda dawa za mitishamba yeah. na kuwa na uwezo tegemea huyu Yesu. Kitu kipo kwake, ni Yesu peke yake, hakuna mtu anaweza kutoa uzima.

itatuaizo si shida. Yesu anakutaka. Yesu anasema tubuni, aokoke yeah zako, acha njia zako mbaya, acha njia zako chafu, acha njia zako ustahiri. Yesu Yesu anakutaka. Alien. Alien. Yow, weo. Yesu anakutaka we baba, yeah. Yesu anakutaka we mama, Yesu anakutaka Badilisha. nikiokoka nyumbani watanitenga, nikimwamini huyu Yesu watanikimbia, hey. hata akikutimbia ila baba Yesu, Yesu Kristo ana atakupigania, Yesu Kristo atakushindia. ata mwamini huyu Yesu, mpokee huyu Yesu, acha dhambi wewe mama, acha dhambi wewe baba ajili yako alikupa msalaba ili wewe upone. Kwa nini umepona sasa unaenda kinyume na yeye? Umepona unatanga nah, tanga mbali na yeye. Yesu anakutaka